mapadri kutoka nchi nzima kujenga umoja wa kitaifa Kwa hiyo, walikuja waseminari kutoka nchi nzima waleleo hapa, na ndo maana mnapoona nchi yetu imeungana, kwa sababu tuliwekeza kwenye umoja wa wachungaji. Kwa hivi hapa Kipalapala, pia kutokana na uanzishwaji wa seminari kuu e, kuna mambo mengi sana yamefanyika hapa kwa ajili ya kanisa, lakini tunatambua mchango mkubwa wa seminari hii hasa kwa kuchangia katika. Wakati ule ilikuwa eh, anaitwa TMP eh, Tanganyika Mission Press, eh, kiwanda cha kwanza cha uchapishaji kilikuwa hapa, lakini pia kufundisha wageni wote wanaoingia nchi hii Kiswahili iliendeshwa hapa, hapahapa. Kwa hiyo Tanzania, mnapoona wana watu wanaongea Kiswahili hata kutoka nje, mjue ni wamisionari ndio walianza. Eh, kanisa hilo lilifanya hizo kazi na kwa namna ya pekee hatuna budi pia kukubali kwamba mchango wa Kipalapala kwa Tanzania ni mkubwa sana katika mengi, na hapa waliandaliwa pia wale watakaofanya majukumu pia ya kutumikia taifa e, walitoka hapa wakaenda majimboni kwao, lakini wapo waliotoka hapa wakaenda kutumikia katika ngazi ya taifa mwaka ule wa elfu moja mia tisa ishirini na tano wakati inaanzishwa hii seminari, ndipo maaskofu katika kikao chao ni kama cha tatu hivi tangu waanze kuwa pamoja maaskofu wakati ule wameanzisha seminari, lakini mwaka ule pia ndio walikokaa wakafanya azimio, lazima kila jimbo zianzishwe shule kwa ajili ya watoto wetu, kuanzia shule za chini eh, shule za misingi na kuendelea mpaka za shule za kati na kitaifa shule za sekondari au za kizoni. Azimio hilo lilipitishwa kwa maamuzi magumu, na wakasema kama askofu na hela za kuamua uanze kujenga shule au ujenge kanisa, watu endelee kusali chini ya mti, lakini shule ianze, alafu baadaye uende kujenga kanisa. Azimio hilo lilifanywa na maaskofu mwaka 1925 mwaka 19 47 ni hawa hawa waliotoka kwenye Kipalapala. Hapa ndio walikuwa kama think tank eh, wale wachakanuaji wa mawazo katika baraza la wakati ule, ndio walipokaa wakasema tuanzishe shule za watoto wenye vipaji wa Katoliki kitaifa shule wavulana eh, St Francis ikaanzishwa mwaka 47, St Francis wazimio lilifanywa 47, St Francis kule Dar es Salaam na Mariani ambaye sasa hivi mnaita Kilakala, Morogoro. Kwa hivi hatuna budi kushukuru mchango wa waprofesa waliokuwa hapa seminari, ndio waliokuwa na wagaidi maaskofu wetu. Na ni kutoka kipindi hicho ndio wakaanza kuandaa walimu. Nyerere ametoka Makerere akaajiriwa kufundisha St Mary's pale Tabora lakini baadaye mwingereza akatoa scholarship wakamtuma kwenda kusoma Uingereza ili aje awe kati ya walimu wa St Francis ambaye sasa hivi tunaiita Pugu, na ndio kutoka hapo akaja kupata wito wa kuwa kiongozi wa taifa. Mchango wa kanisa ni mkubwa, tujipongeze. Lakini kutokana na St Francis na Marian second school kwa wasichana ndio tukawapata viongozi wa kwanza wengi, kina Mkapa kina Mogela, mama Mogela na wengine na wengine na wengine. Hayo yote yametokana pia, kwa sababu kulikuwa na mapadri wanaolea mashule kule, waliotoka hapa ndio walikuwa wanalea kule mashule kule chini. Tunawapongeza sana, lakini seminari ya Kipalapala tunatambua, katika kutambulisha kutambulisha mafanikio makubwa ya alumni wa hapa Nitaomba radhi, najua nitawaruka wengi, lakini hapa pia kwa sababu imetokea bahati mimi nimesoma na rekta hapa, na aliandaa vitabu hivi fadha Kaombe, yeye alikuwa akiandika tangu zamani, na baba Nyaisonga ndio walikuwa waandishi wetu tukiwa seminari. Kwaio nikiongea mengine kwa kujipendelea, mapadi mnisamehe, si ndio? Kutokana na fursa, na fursa naitumia fursa mwenyewe mwaka 1969 tisa a mpaka sabini na moja kulikuwa na rekta anaitwa Bombwe. Yule rekta alikuja na masha plan ya inchi ya kanisa Tanzania, sema tuna identify vipaji vya wale wanaohitimu hapa kwa ajili ya mahitaji ya kanisa la Tanzania. Walio waliokuwa identified katika grupu la kwanza eh, ni baba Lebulu, ina baba Kamgisha Meli ina baba baadaye akina Mringi na wale waliporudi kutoka masomoni walifanya mambo makubwa. Tuna bahati kumkuta baba Lebulu, yuko na sisi askofu mkuu sasa hapa. Yeye alipelekwa mara moja shule eh, makofi kwake. Baba Joseph Meli Kamgisha, yeye alijarudi hapa miaka ya tisini mwanzoni kawa rekta na baadaye akarudisha tena ule mpango wa masha plan ulifutika, uli, uli kwenye sabini na mbili pale, lakini aliporudi ule mwaka wa tisini akaurejesha. Na Baba mwishi ni shahidi, yuko hapa. Aliporudisha wakapelekwa kundi la kwanza, walikuwa wanatoka jimbo la Bukoba. Ndio mojawapo ambaye amekuwa nunsio wa kwanza Mtanzania ambaye amefariki na tunamzika Jumatatu. Jumatatu eh, pamoja na wengine, lakini baadaye wakafuata wengine ambao wako kwenye utume mbalimbali. Na mimi nikawa kitinda mimba wa hiyo program. Nipigeni makofi wasi. Mimi ndio kitinda mimba. Baba Mushi huko hapa atatoa ushahidi ule. Baada ya hapo, kila askofu akawa natuma kadiri anavyoona wamahitaji, kwa sababu kanisa lilikuwa, lakini kulikuwa na mpango wa kitaifa tunapongeza sana Lakini vilevile tukumbuke mchango wa marehemu Padri Augustin Mringi, yeye katika kukumbuka kuitwa kwamba ni resource ya kitaifa, alipokuja hapa akaanza kutufundisha somo la jumuia ndogo ndogo katika sehemu ya teolojia. Mnakumbuka mapadi tuliyosoma, tulikuwa tunaona anatulazimisha, lakini leo kila mmoja wetu uchungaji parokiani bila jumuiya ndogo ndogo hauwendi. Tumshukuru Mungu, tumpigie makofi, tumpe maua yake poka kwamba yuko kaburini, alifanya mambo makubwa. Lakini wapo waliopita hapa, hatuna budi kuwapongeza kwa kazi kubwa walizofanya zenye maamuzi magumu. Waliopita hapa kina Askofu Mkuu Mayala pamoja na baba Lebulu, katika maamuzi magumu ya kukianzisha chuo kikuu cha Sauti na matawi yake baadaye, ambapo tunaona mafanikio makubwa katika nchi inapofaidi elimu ya vyuo vikuu vya Katoliki. Hawa ni wahitimu wa hapa, ndio walifanya hayo.